La jeshi la Urusi linatajwa kwa muda wa masaa ishirini na nne kuweza kutumia ndege zisizokuwa na rubani takriban 479 kuendesha mashambulizi katika maeneo tofauti nchini Ukraini na kusababisha vifo vya watu watatu na wengine kadhaa kuweza kujeruhiwa. Kitendo ambacho kinatajwa kuwa kimezua gumzo kwa kiasi kikubwa ni kuweza kushambuliwa kwa kituo kimoja cha afya. Utakumbuka kwamba siku chache zilizopita jeshi la Ukraini liliweza kulenga na kushambulia kambi za jeshi la Urusi katika miji tofauti na kupelekea uharibifu mkubwa ambao tajwa kwamba ndege tofauti za kivita za jeshi la Urusi ziliweza kuchomwa moto katika mashambulizi hayo. Urusi nayo na ilifahamisha kwamba italipiza kisase, na kitendo hichi cha Urusi kulipiza kisase kuweza kuagiza takriban ndege zisizokuwa na rubani 479 kuendesha mashambulizi dhidi ya maeneo tofauti nchini Ukraini na kushambulia kituo cha afya. Kitendo cha kushambulia kituo cha afya imetajwa kwamba kupoteza ufanisi wake katika uwanja wa mapambano kwa kuwa jeshi la Ukraini liliweza kulenga kama inavyostahili vituo vya jeshi, huku jeshi la Urusi limedai ya kwamba linahitaji kulipiza kisasi, na wakati wa kulipiza kisasi inaonekana ya kwamba limeshambulia kituo cha afya, kitendo ambacho kinastahili kulaaniwa kimataifa, kwa kuwa vituo vya afya katika makubaliano ya kimataifa kuhusu vita ni maeneo ambayo huwa hayatakiwi hata mara moja kuweza kushambuliwa kwa sababu yoyote ile. Taarifa zinafahamisha kwamba miongoni mwa ndege hizo 479 ndege 216 ziliweza kudunguliwa zikiwa ngani na jeshi la Ukraine katika kujihami dhidi ya mashambulizi hayo ambayo yalikuwa yakitekelezwa na jeshi la Urusi. Mashambulizi ambayo yaliyoendeshwa na jeshi la Ukraine wiki chache zilizopita kuingia katika eneo la zaidi ya kilomita elfu nne katika ardhi ya Urusi, inatajwa kwamba tayari jeshi la Urusi limeonyesha udhaifu mkubwa kwa kuwa jeshi la simu kuweza kujipenyeza katika ardhi ya Urusi na kuweza kutekeleza mashambulizi hayo. Urusi inatakiwa kujitafakari na kujipanga upya. Na katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba huenda katika jeshi la Urusi tayari kuna wanajeshi kutoka nchini Ukraini wameweza kujipenyeza kuingia katika uongozi wa jeshi la Urusi na kuzuia baadhi ya makombora ambayo yatapelekea kuzuia idha kugundua kwa njia moja au nyingine ndege za kivita za maadui ambazo zinapatikana katika anga la Urusi. Kufuatia mashambulizi haya ambayo yameendeshwa na jeshi la Urusi katika mji wa Kiev na Odessa, Ufaransa imefahamisha kwamba kampuni inayojihusisha na utengenezaji magari nchini humo ambayo inajulikana kwa jina la Renault, idhe Renault, limefahamisha kwamba kwa sasa inajipanga kuanza kutengeneza ndege hizi zisizokuwa na rubani nchini Ukraini kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya jeshi la Ukraini katika mapambano yake dhidi ya Urusi, ili kuweza kukomboa ardhi yake ambayo tayari imekwisha tekwa na Urusi kwa muda wa zaidi ya miaka minne sasa. Mashambulizi haya ambayo yanatajwa kwamba hayakuwa mashambulizi ya kustukiza ni jambo ambalo lilikuwa likitarajiwa, kwa kuwa mashambulizi ambayo jeshi la Ukraini lilitekeleza nchini Urusi, lazima Urusi ilitakiwa kujibiza. Hivyo basi rais wa Ukraine Zelenski ametolea wito wa viongozi wa mataifa ya magharibi kusimama kidete dhidi ya kile ambacho jeshi la Urusi linaendelea kutekeleza nchini Ukraine. Katika mitandao ya kijamii, kitendo cha jeshi la Urusi kutuhumiwa kuweza kushambulia kituo cha afya ni kitendo cha aibu kwa jeshi la Urusi. Wizara ya ulinzi ya Urusi imefahamisha kwamba mashambulizi ambayo yaliyotekelezwa na jeshi la Urusi dhidi ya mji wa Odessa na Kiev ni mashambulizi ambayo yalilenga kituo kimoja ambacho kinajihusisha na utengenezaji wa ndege zisizokuwa na rubani na vifaa vingine vya kijeshi ikiwemo vifaru na vilipuzi. Vilevile vile jeshi la Urusi limefahamisha kwamba lililenga kituo ambacho kulikuwa kukihifadhiwa mafuta ambayo hutumiwa na ndege hizo zisizokuwa na rubani kutoka nchini Ukraini na kujielekeza nchini Urusi kuweza kutekeleza mashambulizi, na hakuna uhusiano wowote na jeshi la Urusi kuweza kushambulia kituo cha afya. Utakumbuka ya kwamba Rais wa Marekani Donald Trump alifahamisha y kwamba atahakikisha kuwa vita hivi kati ya Urusi na Ukraini vinapatiwa ufumbuzi, lakini hadi sasa kile ambacho kinashuhudiwa ni kinyume kabisa na kuonekana ya kwamba rais wa Marekani tayari amekwisha shindwa na kusema kuwa kinachoendelea, inaonekana kwamba kinachoendelea kati ya Urusi na Ukraini ameweza kushabihisha na ugomvi wa watoto. Na jambo la kidiplomasia ambalo linashuhudiwa kuhusu mzozo huu ambao unaendelea kati ya mataifa haya mawili ni kubadilishana wafungwa wa kivita ambao wameziwiliwa nchini Ukraini, ikiwa ni raia wa Urusi na raia wa Ukraini ambao wameziwiliwa nchini Urusi. Ni jamii sana utamaduni unasemaje kuhusu tuhuma hizi ambazo zinalikabili jeshi la Urusi kushambulia kituo cha afya kama kulipiza kisasi, wakati ambapo jeshi la Ukraini lililenga na kushambulia vilivyo na kuchoma moto ndege ambazo zilizokuwa zikipatikana katika kambi hizo. Tuachie mtazamo wako.